Katika moyo wa jiji la Mwanza, kando kando ya mwambao wa Ziwa Victoria, inasimama Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando, ngome ya huduma za afya kwa mamilioni ya Watanzania wa kanda ya Ziwa. Ndani ya kipindi cha miaka minne, kuna mabadiliko makubwa na maboresho ya kihistoria yanayoifanya hospitali hii kuwa ya kisasa zaidi, yenye uwezo mkubwa na inayotoa huduma bora zaidi kwa kila mmoja kwa kuboresha miundombinu, teknolojia, vifaa tiba vya kisasa kama vile mashine za CT scan, MRI na vifaa vya uchunguzi wa magonjwa ya moyo na saratani. Hii imesaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda nje ya nchi au katika hospitali ya taifa, bila kusahau kuongezeka kwa rasilimali watu na mafunzo kwa watumishi tunapata misaada mbalimbali mbali kutoka serikalini kupitia Wizara ya Afya. Mfano ni jengo la wagonjwa wa saratani. Ujenzi uh, wa jengo hili lime umekuwa msaada mkubwa sana, badala ya wagonjwa kusafiri kwenda Dar es Salaam Ocean Road kama ilivyokuwa zamani, lakini sasa wanaweza kufika hapa Bugando, karibu na maeneo yao wanapoishi kwa ajili ya matibabu na si jengo tu ambalo tumesaidiwa na serikali, pia kuna mashine kuna mashine ambazo zinahitajika kwa ajili ya matibabu ya saratani, kama mashine mojawapo inaitwa external beam radiotherapy cobalt uh, cobalt 60 ambayo inatumika kwa ajili ya wagonjwa hao kwenye matibabu haya ya mionzi. Vilevile, wagonjwa wameongezeka sana kiasi kwamba sasa hivi tunatibu wagonjwa mia eh, kwa siku. Tulipojenga hili jengo kwa ajili ya matibabu ya mionzi, tuli, tulikuwa tumeweka hiyo eh, nafasi kwa ajili ya vyumba vilivyopo. Tunashukuru vilevile wafanyakazi wa kada mbalimbali mbali wanapata mafunzo ili tuweze kutoa tiba sahihi. Tunafanya utafiti vile vile wa saratani zinazotokea hapa Nigundulika na saratani ya matiti mwaka elfu mbili na kumi na tano. Nilipata uvimbe kwenye, kwenye titi mkono wa kulia lakini ule uvimbe ulikuwa hauumi, kwa hiyo nikakaa kama mwaka mzima na, ninao lakini kwa vile ulikuwa hauumi nikawa sishtuki. Nilipofika Bugando ndani ya uh, wiki mbili tu nikuwa nimeshapata majibu. Nilifanya prosesi zote, nilipokelewa vizuri, nikafanya prosesi zote nikaja kupata majibu, nikaambiwa na saratani ipo hatua ya pili, kwa hiyo nikaanzishiwa dawa za homoni. Binafsi mimi nafurahia, naona nahudumiwa vizuri. Nimeingia hapa Bugando ilikuwa mwezi wa pili tarehe ishirini na nane. Baada ya kupimwa nikaambiwa kuwa na saratani ya ngozi, kabidi nipate huduma ya operesheni pale kwenye kidonda kwenye paja wakachukua ngozi mguu wa pili wakabandika. Hatimaye kidondo ikaja ikafumuka katikati ya kiraka. Baada ya kufumuka, wakawa wamenihamisha wakanileta kwenye kliniki moja kwa moja ya saratani, maana nilikuwa natibiwa kliniki namba nne. Baada ya kunileta kwenye kliniki ya saratani, nikaingia kwenye huduma ya kemo nikawa napata kemo. Ukipata leo unakaa wiki tatu. Nimepata wiki ya huduma, wiki awami ya kwanza nikakaa wiki tatu, nilivyorudi nikapata tena huduma. Nilivyo rudi wiki ya tatu, akasema kwamba hali inazidi kuwa mbaya ya kidonda, ndio ikabidi kunihamisha kwenye masuala ya kemo, nikaingia kwenye mionzi. Hii huduma ya mionzi nimeingia tarehe ishirini na tatu nikaanza kupata huduma ya mionzi hiyo huduma ya mionzi. Mpaka muda huu nashukuru Mungu, hali inaendelea kuwa nzuri, kidonda kinaendelea kukauka na hata kwenye mtoke ambapo ndo saratani imesimamia napo hali inaendelea kuwa ni nzuri. Mbali na matibabu ya saratani, serikali imetusaidia kwenye eneo la ICU. ICU yetu ilikuwa ni ndogo lakini tulipata msaada kupitia Wizara ya Afya wakalipatia hela, tumeweza kuiongeza ICU, na sasa hivi ICU ina vitanda vingi. Pia tuna kitengo cha dharura, tulipata pia msaada kutoka serikalini kwenye hiki kitengo cha dharura maboresho, tulipata vifaa. Sasa hivi kitengo chetu ni bora, na wagonjwa wetu wanaofika hapo wanapata huduma na wanafurahia ubora wa huduma kutokana na maboresho ambayo serikali imechangia. Hospitali ya Bugando imeweza kuboresha huduma zake na haswa haswa katika huduma za virusi vya ukimwi ambapo imeweza kuanzisha kitengo kinachohusika na upimaji wa usugu wa dawa kwa virusi vya ukimwi ambapo kwa hospitali hii na maabara hii iliyoanzishwa ina uwezo wa kuhudumia mikoa zaidi ya nane ya kanda hii ya Ziwa, lakini pia ni moja kati ya hospitali chache kabisa hapa nchini ambazo zinafanya kipimo hichi. Kipimo hichi kimekuwa ni cha muhimu na bora kwa sababu kinasaidia wagonjwa wenye maambukizi ya ukimwi ambao wanatumia dawa, lakini wanashindwa kufikia malengo ya kuweza kushusha virusi vyao. Hivyo, kwa maabara hii kuanzishwa hapa mkoani Mwanza na katika kanda hii ya Ziwa, itasaidia sana katika kuhakikisha wagonjwa wa ukanda huu wanaweza kupata majibu yaliyo bora na kwa haraka na kuweza kuboreshewa katika matibabu yao. vitengo kama vitengo vitano, ambapo tuna x-ray, tuna ultrasound, tuna CT scan, mammography MRI pamoja na interventional radiology. Katika kitengo hiki cha MRI, MRI tulionayo ni prodive new version 1.5 Tesla ambayo kabla ya ambayo tuliipata mwaka 2021 kwa uwezo wa serikali kwa kupitia mradi wa Orio. Kwa kweli kabla ya hapo tulikuwa tuna huduma hiyo hatujawahi kuwa nayo katika, katika hospitali yetu ya Bugando kiasi kwamba wagonjwa wetu walikuwa wanateseka sana kuifuata Muhimbili. Kwa hiyo wagonjwa walikuwa wanapewa rufaa kwenda kupata huduma hii Muhimbili. Lakini kwa sasa tulivyopata hii huduma wagonjwa wanapata urahisi wa kupata huduma hii hapa karibu na kwa gharama nafuu kwa sababu uh, walivyokuwa wanasafiri kule walikuwa wanapata majibu kwa muda mrefu, walikuwa wanachukua muda mrefu kupata majibu, lakini walikuwa wanatumia gharama kubwa sana kufata huduma. Nipo hapa Bugando kwa ajili ya kuendelea kupata huduma hii ya dialysis, kwa sababu nimekuwa na changamoto ya muda mrefu ya figo, lakini kwa sababu Bugando hapa kuna hii huduma, ndio maana nipo hapa kwa ajili ya kuhudumiwa na najisikia furaha kwa sababu naendelea vizuri kila ninapopata huduma hii, na nipo kupata hii huduma saa hizi. Ni mwaka wa tatu tangia nimeanza kupata huduma hapa. Maendeleo yangu ni mazuri, kwa sababu imekuwa ni msaada mkubwa sana, kwa maana ya kwamba kama huduma isinge kuwepo hapa ingekuwa ni, ni tatizo lingine kwa sababu mara nyingi unapopata ile tatizo unahitaji kupata huduma ya haraka. Kwa maana yake, kuwepo maeneo haya ya Kanda ya Ziwa au jirani na maeneo ambayo tunaishi imekuwa ni msaada sana. Eneo la rasilimali watu halijaachwa nyuma na serikali. Serikali imejitahidi sana kutusaidia wafanyakazi katika maeneo mbalimbali haya, maeneo yote niliyoyataja maeneo ya huduma ya wagonjwa wa saratani maeneo ya ICU, maeneo ya kitengo cha dharura na maeneo mengine ambayo sijayataja, yote haya yanahitaji wahudumu wa ili huduma ziweze kutolewa kwa wagonjwa. Kwa hiyo tumepata msaada huo wa wafanyakazi na hii inatusaidia ku, kuboresha huduma wagonjwa, badala ya kusubiri kupata huduma kwa wahudumu wachache Wadumu wanapoongezeka, wagonjwa wanakuwa hawasubiri kupata huduma kwa muda mrefu. Muda mrefu, muda wa kungojea huduma vimepungua kwa asilimia kubwa, vifo vya mama na watoto vimepungua na idadi ya wagonjwa wanaopata huduma bora imeongezeka kwa kasi. Maboresho haya yanaleta matumaini mapya kwa maelfu ya wananchi kila siku na kuwa kimbilio kwa wananchi wa mikoa ya Kanda ya Ziwa. Bugando si tu hospitali, ni ishara ya matumaini, ni mfano wa kile tunachoweza kufanikisha tukishirikiana. Maboresho haya ni ushahidi kuwa afya bora inawezekana kwa kila Mtanzania popote alipo.